Nipo hapa nikiwa na update mbili tofauti. Update ya kwanza itahusu listi ya wasanii kumi na nne ambao wameganyika katika sehemu kuu mbili. Kuna wasanii saba official ambao wanafahamika kwamba wanakuja kuanza ama watakuja kuonekana kwenye series mpya ya Kelvin ambayo inaitwa Superstar, baada ya kuisha kwa hii ya penzi la mtoto wa bosi na hao wengine saba ambao wanadhaniwa kuwemo kwenye hiyo series ya Superstar nitakujuza. By the way, nipo na update kuhusu mwisho wa penzi la mtoto wa bosi na dada wa kazi series, ambapo kwa mujibu wa Kelvin alipokuwa akifanyiwa mahojiano kwenye Mbengo TV, alisema zimesalia episode si kadhaa, ambazo hazizidi tatu na wala hazipungui mbili. Kwa hiyo mpaka sasa kuna uwezekano mkubwa wa kukupatia taarifa ambazo zinaweza kukustoa kidogo lakini ni njema kwa sababu zimebeba information zenye uhakika zaidi. Kabla tusonge mbele, karibu Kibox Media. Am Timothy, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo filamu. Njoo tusonge nami kwenye update mbili tofauti za muhimu sana, hasa uki like video hii kisha ukifinya neno subscribe ili kupata update kwa itakuwa noma zaidi kwa sababu utakuwa ni moja kati ya wanafamilia ambao wanapokea taarifa kwa muda mwafaka. Baada ya kusema hayo hebu piga pafla break kisha tuanze mchakato wa taarifa hizi kwa kina, nikianza na uchambuzi mfupi kuhusu yale ambayo yanakuja kwenye Penzi la Mtoto wa Bosi, kwa maana ya final episodes. Tunategemea kwamba Loveness na Kelvin wataoana. Nitazungumza kwa ufupi sana. Yes, baada ya kuoana uh, tutasherekea na kila kitu kitakuwa sawa. Upande wa Dennis Kiparangoto yeye lazima aishie jela kwa mujibu wa kesi yake ya mauaji, lakini ukija huu upande wa tin sasa, zimesalia episode ngapi? Kipindi Kelvin anatoa update kuhusu ujio wa series mpya ya Superstar, alisema kuna episodi kama tatu au nne hivi ambazo zitatoka, na kwa kipindi hiko, alikuwa tayari ameshatoa episode ya 123 kwa hiyo Ukichukua 123 ukaongeza tatu unapata 126, lakini ukiongeza 4 maana yake ni 127. So tunafikiri kwamba episodi ya 127 ndiyo itakuwa episodi ya mwisho kuweza kumaliza series ya Penzi la Mtoto wa Bosi na Dada wa Kazi, na kama siyo episodi ya 27 basi ni episodi ya 26 kwa mujibu wa maelezo ambayo Kelvin aliweza kuyatoa. Kwa hiyo kuhusu update ya penzi la mtoto wa bosi na dada wa kazi na fikiri nimemaliza. Sasa ujio wa Superstar series upo na wasanii wengi. Kuna baadhi ni nilishawataja hapo mwanzoni na update niliwapatia, lakini si vibaya nikaweza kulisti hiyo crew ya watu 14, ambapo saba kati yao wapo official wanakuja kufanya hiyo series na tayari imesharekodiwa itaanza kupostiwa tu, lakini kuna hao saba ambao hatuna majibu sahihi kwamba watakuwepo, ni waigizaji dhania kwamba wanaweza kuwepo, lakini pia wanaweza wasiapie. So tuanze na list ya waigizaji ambao watakuwepo kwenye hiyo series ya Superstar. Wa kwanza atakuwa KP, wapili atakuwa Kim, wa watatu atakuwa Bailam, wa nne ni RK, watano ni Klam, wa wasita ni Kakoso, wasaba Chadomaster. Hii listi ya kwanza ni listi ya waigizaji ambao au tuseme wasanii ambao wataonekana official kwenye hiyo series ya Superstar. Lakini kuna wengine ambao ni wengi sana. Yes, ni wengi sana, na wanaweza kuonekana japokuwa hakuna verification kwamba ni wapi ambapo wamelistiwa ama kutamkwa kwamba watakuwepo, ila ninawasiwasi huenda wakawepo. Kwa kwanza anaweza akawepo Manyanya, wa pili ni Vai, wa tatu ni Matilda wa nne ni Kafe, watano ni Loveness, wa sita ni Tina au Chopeko, wa saba ni Bonfors. Kwa kifupi, crue nzima ya Donta TV kampani inaweza kuhusika kwenye hiyo series kwa asilimia fulani, kwa sababu wao ndio wana wanahold mzigo mzima. Hiyo ndio list ya watu 14 ama wasanii wa igizaji 14 masupasta ambao watakuja kuonekana kwenye hiyo series mpya ambayo Kelvin anakuja nayo, so kuna baadhi ya watu wakasema, mm, Sawa, series inaitwa Superstar lakini kuna wasanii wengine ambao ni maarufu hawajaweza kuonekana kwenye listi na hao ipoje? Siku zote kitu kizuri huwa hakiletwi chote mara moja. Lazima kuna namna kinafupishwa ama namna kinatolewa, na watu mnapata uhondo mwanzoni, katikati na mwishoni. Ukiangalia kwenye listi ya majina ya mwanzo uh, tuseme names za mwanzo saba. Yes, majina saba yote ni watu ambao wanafahamika, lakini hao wengine saba ambao nimesema ni wale ambao tunafikiria huenda wakawepo kwa sababu ya uhusika wao. Uwezi kusema Kelvin yupo kwenye series alafu tukamkosa Loveness, uh, Loveness yupo kwenye series tukamkosa Tina, eh, tukamkosa Bonface. Ni kitu ambacho ni ngumu sana, kwa sababu, hawezi kuchukua wasanii wengine, uh, akawaingiza kwenye series yake alafu, uh, akawaacha wale ambao alikuwa nao kwenye crew, ni ngumu sana hilo jambo. Kwa hiyo wengine wote ambao mnafikiri huenda wakawepo na majina yao sijataja hapa wanaweza wakapia as they continue, nitakuwa nikiwaambia, uh, update baada ya update. Kama kuna mabadiliko yoyote, basi nitawajulisha. Kwa sasa vuta pumzi na jiandae juu ya series mpya ambayo inakuja, pasipo kusahau, uh, ifunge mkanda kisawasawa. Tunakwenda kusherekea ndoa kati ya Kelvin na Loveness, tunakwenda kushangilia kuona Dennis kimemramba na anaishia jela, lakini pia tunampatia nguvu mpya na support, uh, kwa maana ya Chopeko yeah akiwa anaendelea kujikongoja na jukumu lake la kuuza mgahawa. By the way, tunakuja kumuona Neli akiwa amesalia na historia ngumu ya maisha yake. Kwa muda mfupi ameweza kukutana na mtu ambaye ni hatari kwenye maisha ya kawaida na inaweza kumchukua kwenye maisha yake na kumgharimu sana. Sina hakika kama Dennis Kiparangoto ataweza kukosekana kwenye hiyo series ya Superstar, kwa sababu ni miongoni mwa actor ambao na wenyewe ni famous, wanafahamika na uchachu ambao hapo nao, kati ya combination yake na chopeko kwa maana ya Christina. Sasa kama combination hii itakuwepo, kwa namna gani ambavyo hiyo series inakwenda kunoga, hakuna mfano wa kuweza kuitolea, kwa sababu mpaka imepewa title ama kichwa cha habari kwamba ni superstar series, maana yake ni series nzuri na inakuja katika level fulani hivi amazing, au sio bana? Endelea kuwa karibu na Kibox Media kwa taarifa nzuri na zenye uhakika. Timoth, sina ziada. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho update. Make sure na like video hii kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa saa usika. Then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. See you until the next time but you may comment by using English language. Kibox Media Family they will respond it if possible. Ciao.